Viongozi wa chama cha ODM katika kaunti ya Kakamega, wameshtumu vikali vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa chaguzi za mashinani za chama hicho, ambapo inadaiwa kwamba afisa aliyekuwa akiusimamia uchaguzi huo eneo bunge la Navaholo alipigwa na kutekwa nyara. Viongozi hao sasa wanaitaka idara ya polisi kufanya uchunguzi wa kina na kuwachukulia hatua kali wahusika wa, wa vurugu hizo.

Na hizo ndo nimesikana wapigia wakuja confirm ya kwamba sio hizo wamenipatia au kila ambayo ilifanyika jana haiko kwa kitu mzuri, kwa sababu kama returning officer anaweza kwa hijacked na kupigwa na kuumizwa sio kitu mzuri. Ni binadamu kama sisi. Kukua returning officer sasa imenisha kama ni mnyama ni mnyama mwingine returning officer ni, ni binadamu kama sisi, lakini nashukuru officers wetu wa polisi walifanya kazi mzuri na kusaidia yule kijana, lakini alipatikana kama ameumizwa zaidi. Lakini naweza sema waziri kuendelea kufanya uchunguzi wao, na wale ambao walihusika kwa hiyo kitendo wachukuliwe hatua kali kabisa. Presiding officer huko ku sign form kwa lazima zenye haziko halali. Kitu kama hicho nina kashifu, na kesho isijaribu kuonekana. Naomba tuwe na amani, tuchaguane kwa njia ya amani, tuunganishe ODM. Mkiwa pamoja alihaijakiwa na mikora na watu ambao ha, sijui walitoka wapi, wakamkidnap wakampiga, wakamlazimisha yeye asaini zile forms walikuwa wamekuja nazo na vile alikataa, akasema mimi, zile forms, kulingana na utaratibu wa kazi nimefanya kazi yangu na nimetumanisha, walimuharasi wakampiga, wakamtoa manguo, wakamweka kwa buti ya gari na wakatoroka na. Sisi watu wa ODM ni watu wa roho moja, tunafanyia kazi yetu pamoja, tunapendana kutoka chini mpaka juu. Hata vile baba ameshikana na, na, na baba wetu Ruto, tumefurahi tunakaribisha wamemba wote waingie kwa ODM. Kioni ilifanyika nilisikia watu wengine machangili walikidnap presiding officer, ndio niliona kama ilikuwa kitendo kipaya sana ambayo ifanyiki Lurambi. Hiyo ibidi nafanyika mbalimbali mba, nasikia tu kwa radio, lakini Lurambi ni nje ya amani constituency ya amani, amani inajakuwa viongozi kwa peaceful, so that naomba tuende Samahani e, mtafaruku huo naambiwa ulitokea kule Lurambi na si eneo bunge la Navaholo kama nilipotaja. Samahani sana, naambiwa e, mtafaruku huo katika chaguzi ndogo za mashinani za chama cha chungwa kama tulivyokuwasilishia, ni mtafaruku uliotokea kule Lurambi na sio Navaholo kama nilivyotaja. Samahani kwa hilo.